Ni siku ya saba tukiwa hapa viwanja vya CJT Arusha kwenye mashindano ya Chipukizi Cup, ambapo mashindano haya yamehusisha timu uh, mia moja hamsini kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, lakini palikuwa na wanamichezo zaidi ya elfu mbili mia tano na, na mpaka sasa tumeweza kuwafanyia vipimo vya moyo wanamichezo mia nne hamsini kati yao, wengi wao tumewakuta wako fit for sports, wakiwa hawana changamoto zozote za kufanya wakati wanafanya mazoezi lakini pia vipimo vyao vya awali vya moyo kama ECG ambayo inaangalia umeme wa moyo pamoja na echo ambacho kinaangalia muundo wa moyo vilikuwa viko vizuri. Kwa hiyo tumeweza ku recommend kwamba wanaweza kuendelea na michezo. Lakini baadhi ya wanamichezo wachache walikuwa na changamoto mbalimbali ya kupata dalili mbalimbali wakati wa wafanya mazoezi, ikiwa ni pamoja na kupata maumivu wakati wa kufanya ya kifua wakati wa kufanya mazoezi, kizunguzungu, wengine waliwahi kudondoka wakati wa mazoezi. Kwa hiyo hawa tumeweza kuwafanyia vipimo na tumeweza kugundua changamoto mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zinawakabili, ikiwa na pamoja na itilafu za umeme wa moyo ambao tumewaandikia vipimo mbalimbali ambao wanatakiwa waende wakafanya katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, ikiwa pamoja na vipimo cha stress ECG au kipimo ambacho kinaangalia umeme wa moyo wakati mwanamichezo anafanya mazoezi kwenye treadmill akiwa anakimbia au akiwa anatembea. Tunapenda kuwashukuru sana Jakaya Kikwete Institute kwa kutoa mwanga na kuwa balozi uh, wazuri kwenye michezo. Katika michezo tuna dili na vijana wengi sana ambao wengi hawajui hali za afya zao. Hii ni fursa mojawapo ya watu kuweza kutambua hali ya afya zao na kuweza kujipima, kutokana na kuepuka majeraha ya mbele. Ningependa kuwapongeza sana maake, ni hatua kubwa sana kuingiza sports medicine kwenye michezo kuanzia ngazi za awali. Kuna watu wengi wanakuta na heart murmur uh, mapigo ya moyo yanakuwa tofauti. Hapa wanapata fursa ya kuweza kujua hali yao ambayo inaweza kuwasaidia kwenye maisha yao, na kuweza kujua jinsi gani wanaweza kufanya michezo na kuchukua tahadhari ambayo inahitajika. Mm, kwa mimi, kwa mara yangu ya kwanza kupima moyo kweli nimejisikia vizuri, kwa sababu mimi ni mchezaji afya ndo kila kitu, so usipokuwa na afya huwezi ingia hata uwanjani ukaplay ukaplay vizuri mm. Na shauri wachezaji wenzangu, pimeni afya yenu kwa sababu afya ndo mtaji. Bila afya huwezi fanya chochote, bila afya huwezi huwezi, huwezi, huwezi, huwezi pata maendeleo aina yoyote katika nchi yoyote ko afya is everything. I'm really glad to be here in the Chipukizi Cup and also I'm really glad also to have some checks

Na washauri wachezaji wenzangu ili yaani, waje kupima ili wagunze kama na matatizo ya moyo, ya moyo wako.